Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Lakini wakati huu tutazame hali ya uhusiano uliopo kati ya taifa la Marekani pamoja na taifa la India. Naitwa Ramadhani Fupi. Uhusiano uliopo kati ya India na Marekani unaonekana kuingia doa, huku rais wa Marekani Donald Trump akitajwa kuwa chanzo cha kuvurugika kwa uhusiano huo. Donald Trump, rais wa Marekani, mara kadhaa amekuwa akitoa taarifa ya kuwa msuluhishi katika migogoro mbalimbali inayotokea ulimwenguni, na hata wakati huu pia Donald Trump ametoa kauli inayosema kwamba Marekani ndiyo iliyosaidia mchakato wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya India na Pakistan, jambo ambalo serikali ya India inapinga na kukataa kuwa Donald Trump hakuwa msuluhishi katika vita hivyo. Donald Trump anadai kuwa yeye ndiye aliyefanikisha mchakato wa usitishaji vita kati ya India na Pakistan, jambo ambalo linapingwa vikali na serikali ya India. Wakizungumza kwa njia ya simu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Narendra Modi, Waziri mkuu wa India Modi alimwambia Donald Trump kwamba vita kati ya India na Pakistan vilisitishwa kufuatia mazungumzo yaliyofanywa kati ya jeshi la India pamoja na jeshi la Pakistan, lakini si kwa msaada wa Donald Trump kama anavyodai. Akithibitisha hilo, waziri wa mambo ya kigeni wa India Vikram Misri amesema kwamba hapakuwa na tamko lolote la Marekani kuhusu suala la vita vya India na Pakistan. Hata hivyo, viongozi hao wawili Modi na mwenzake Donald Trump walipangiwa ratiba a ya kukutana nchini Canada kwenye mkutano wa G7, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kukutana, kwa sababu rais wa Marekani Donald Trump alirejea nyumbani kufuatia vita vilivyokuwa vikiendelea kati ya Iran na Israel. Kwa sasa India na Marekani zipo katika mazungumzo ya kibiashara, lakini kutokana na mbinu za kibiashara za Donald Trump huenda zikatia doa mazungumzo hayo. Ikumbukwe, mgogoro wa India na Pakistan ni kutokana na shutuma zinazoikabili Pakistan, ambapo kwa mujibu wa India inasema kuwa inaishutumu Pakistan kwa kuwaunga mkono magaidi katika shambulizi lililofanywa katika eneo la mpaka la Kashmir lililo chini ya serikali ya India na kusababisha vifo vya watu 26. Kufuatia shambulizi hilo la kigaidi, serikali ya India iliilaumu serikali ya Pakistan kuwa ilishiriki katika kufanikisha shambulizi hilo, lakini kwa upande wa serikali ya Pakistan ilikanusha kuwa haikuhusika katika shambulizi hilo. Mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, endelea ya kutufuatilia ya zaidi iliweza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.